Same oye! Sisi emu oye! mreveri herewa, niseme tu kwanza, nikiri, mabilioni yameingia kwenye wilaya hii kwa sababu ya kufanya kazi za maendeleo. Same oye! niwaambie mwaka elfu mbili na kumi na nilikwenda kwenye kijiji kimoja Hedaru, na pale nilikikuta kizahanati kibovu sana, na lililonisikitisha walikuwa wa, wanatoa huduma za kina mama wajawazito kujifungua pale, lakini hali niliyoiona haikunifurahisha hata kidogo. Kwa hiyo pamoja na kwamba nilikuwa mgombea mwenza lakini niliweka nia kichwani kwangu kurekebisha hali ile kwa Tanzania nzima. Leo namshukuru Mungu nimeweza kuirekebisha hali ile. Na tutaendelea kujenga hospitali za wilaya, kujenga vituo vya afya vyenye zana kamili za matibabu lakini pia madawa na watumishi. Tutaendelea kufanya kazi hiyo.